Tambaza Auction Mart and General Brokers Limited kwa mamlaka tuliopewa na CWS tunafanya mnada wa hadhara wa kuuza vifaa vya ofisini viti, makochi, lakini pia vifaa vya umeme, kompyuta, printers, generator pamoja na vifaa mbalimbali vya majumbani. Mnada utafanyika Kasuru Mlimani, mkabala na UNHCR Kigoma, ni tarehe ishirini ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuanzia saa nne asubuhi. Mnada mwingine utafanyika jijini Dar. Peno ya Masaki ni Ocean Plaza Toure Drive 400 ambapo itakuwa ni tarehe 28 ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kuanzia saa nne kamili asubuhi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0713327989 kwa maelezo zaidi waweza kutembelea ofisi zetu zilizopo Sinza Mori karibu kabisa na Small Planet jijini Dar es Salaam.